Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ni asubuhi njema ambayo Bwana ametuwezesha kuamka. Neema yake ni mpya maanika, anasema kwamba neema ya Mungu ni mpya kila asubuhi. Mimi nimejifunza kumtegemea Bwana sana katika kila hali, katika mapito yangu, katika mazuri na katika mabaya. Kila kitu kile unapitia, kile uko we, mtegemee Bwana, maana katika kumtegemea Bwana ndiko kuna jawabu na ndiko kuna uzuri na ndiko kuna furaha. Mungu akubariki, ushinde vizuri, ubarikiwe, upanuke, walio na kazi kuwe na kuwe na faida kubwa kwa biashara zenu, kwa familia kuwe na amani, kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe. Amen.